Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu, mpenzi mfuatiliaji wa tv yetu ya Azhari TV Tanzania, uh, ambapo tunafanya mahojano haya na Sheikh Abdallah Abdawa Talib hafidhahu Allahu, uh, raisi wa ofisi kuu za uratibu wa shughuli na usimamizi wa shughuli zote zinazohusu haji, uh, Tanzania, na tumezungumza naye mambo mbalimbali ambapo Hafidhahullahu wametoka faida mbalimbali zinazohusu kuombeana, zohusu kipindi gani cha kutegeleza bada Allah wa wa nakujalia wasa mm. Lakini pia nini cha kufanyika mm. ili ibada yako ufanya kuwa ka. Sasa hivi aa, tunakwenda katika sehemu ya mwisho ambapo uh, labda tukumbushane tu kwamba Tanzania eh, mara hii imebahatika oh. kuwa moja ya mataifa yenye bahati za kiimani na itikadi, ambapo tunakwenda katika uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge, wajumbe eh, wa yube, baraza la wawakilishi na madiwani, ambapo uchaguzi huo unakwenda kutokea miezi michache baada ya ibada kubwa ya kihistoria kwa wanaimani wa Kiislamu. Na kwa sababu eh, Tanzania miongoni mwa nchi ambayo E, utawala na e, ngazi zake zote wanafaidika na uwepo wa dini mbalimbali kwenye Uislamu, maanake tunashuhudia kongamano mbalimbali za kuombea dua viongozi wetu e, leo na kesho, pia, e, wetu, na kesho lakini pia kutoa wito wa kuombeana na kuombea hata viongozi wenyewe sio tu nchi tupo katika yote hivi vitukufu, unadhani ibada hii na tukio hili la kwamba miezi miwili au mitatu ijayo tunaingia kwa uchaguzi lina nafasi gani kwa Waislamu na wa Tanzania walokuwepo hapa leo eh, asante sana eh, ukitizama kama nilivyotangulia kuzungumza kwamba hapa tupo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala <coughs> na <coughs> tulizungumza kwamba idadi ya mahujaji imeongezeka, lakini tunapozungumza idadi ya mahujaji kuongezeka, moja katika sababu kubwa ambazo zimepelekea watu waongezeke ni kuwepo kwa amani katika nchi yetu. Tunapozungumza amani, ndiyo ambayo inawawezesha watu kuja kuhamasishana ili kutekeleza ibada hii ya hija, lakini amani ndiyo inayowawezesha wananchi kuja kutekeleza kuja kufanya shughuli mbali za, mbali za kiuchumi ambazo ndizo zinawapa fedha ambazo zinaweza au uwezo wa kuja kutekeleza ibada ya hija. Lakini vile vile kuna tasihilati ya mambo ambayo, kama tulivyokuja wakati wa maandalizi ya hija, tulikuta kwamba kuna kipindi ambacho dola ilipanda sana na ibada ya hija huwa inafanywa kwa kuzingatia dola, dola ya Kimarekani lakini kwa kuwepo zile sera nzuri ambazo pengine zilikuwa zimesaidia, tutakuta kwamba kuna watu wengi ambao waliweza kufanikisha na tukaweza kulipia katika suala zima la hija. Kwa hivyo tunapokuja tukuzungumza, ni kila mtu ni lazima ajue nini ambacho anafanya. Nchi yoyote katika ulimwengu huwa inaongozwa na foreign policy na domestic policy, kwamba sera ya mambo ya nje na sera ya mambo ya ndani ambayo kwa ujumla wake nchi zozote, kwa cha kwanza ambacho inataka ipate stability kwamba iwe ile nchi ipate uhai, iweze kuendelea kama walivyo wanyama au kama ilivyo nini nyingine, kwamba kila mtu katika ulimwengu huu anataka kuna wengine, ili kuwepo kwake kunategemea kwamba kuna mwingine kwa asiwepo. Kwa hivyo katika hili pamoja na kutegemeana pamoja na, na siasa ambazo zinazofanywa kwamba kila mtu anapaswa awe na imani na sehemu yake, na tunaambiwa kuna athari, kuna msemo unasema wengine kwamba kupenda, kupenda sehemu yake, hubul watan minal imani kwamba athari hiyo ipo imepokewa, hata kama itakuwa ni msemo au pengine itakuwa ni hadithi, lakini ni kwamba inaonyesha kwamba wewe pahala ambapo pamekukuza, takriban sote tulokuja hapa ni kwamba kuja kwetu, nchi yetu imechangia kwa kiasi kikubwa kuja kwetu. Kwa hivyo kwa msingi huo, ni lazima tuwe na nini ya nchi yetu. Nchi yoyote katika ulimwengu huu inataka iwe na influence, na huwezi kuwa na influence kama utakuwa huna nguvu hawa ambayo katika nini. Kwa hivyo unapokuwa na influence, unapokuwa na maamuzi mbalimbali. Kwa hivyo tukitazama nchi yetu sasa hivi unakuta kwamba ina maamuzi ina, ina imeweza, takriban, tukitazama sasa hivi kuna vitu vingi ambapo ina uwakilishi mkubwa inasikilizwa katika mambo mengi. Yote haya ni katika mambo ambayo yanaipa, inaonyesha kwamba nchi yetu ina influence katika mambo fulani fulani ya kimataifa. Kwa hivyo yote haya ni katika jambo ambalo lipo nini, uwezo wa watu kuja kwamba umeongezeka. Kwa hivyo vitu vyote hivi, lakini cha msingi kubwa kuliko chote ni, kama nilivyozungumza ni swala la imani. Kwa hivyo sote tunapaswa kuiombea nchi yetu amani, tunapaswa kujitahidi katika hilo, kwa sababu bila ya amani hatuwezi kutekeleza lolote bila ya amani hatuwezi kuja kufikia pahala. Kwa hivyo hata watu wengi takriban, ukiwatizama wanahusiana wenyewe kwa wenyewe, kwamba kuja kuiombea ku, ku, ku, ku nchi yetu amani. Inawezekana kuna watu ambao pengine wana sehemu za kwenda, kama mtu ana sehemu ya kwenda, kuna wengine hatuna pa kwenda, kwetu ndio hapa hapa. inawezekana kuna mwingine ili aweze kunufaika takriban ye ni lazima pengine pa, pa, pa, anaweza akafanya nini. Na ndio maana kukaa kuna doa, Allahumma man arada bina su'an farudda kaidahu fi nahri. Hata hii wapo, kuna watu wanakuwa wanafiki, kuna watu wanakuwa ni mahasidi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atuepushe nao, Mwenyezi Mungu atujalie tu viongozi wetu, awape nguvu, kwa sababu viongozi wetu kuja ku, kuongoka kwao kuja kukaa kwao kuka kuja kutulia kwao, maana yake utulivu huo unarejea kwetu sisi vilevile. Kwa hivyo wakati tunaingia katika uchaguzi ambao upo karibu, uchaguzi hauna maana kwamba ni sababu ya kwamba sisi tuje tufanye fujo. Uchaguzi hauna maana kwamba tuje tugombane. Uchaguzi hauna maana kwamba tuje sisi tuwe tuweze. Uchaguzi ni kipindi ambacho tunachagua viongozi wetu na kila mmoja ana nafasi yake, si jambo kwamba ni la wanasiasa peke yao. Kama viongozi wa dini tuna nafasi, lakini unapozungumza ujue kwamba unazungumza, lakini uwe na ndo maana tukaitwa watu wa busara na hekima, si watu wa kupagawa. Kwa sababu unapozungumza, nijue kwamba hii nnachokizungumza nnazungumza wapi. Kuna kitu naweza nkazungumza msikitini, kuna kitu naweza nkazungumza nyumbani kwangu, lakini siwezi nkazungumza katika public. Kuna kitu naweza nkazungumza na maprofesa, lakini siwezi kuzungumza na watu wa barabarani kuna kitu naweza nkazungumza katika redio, lakini siwezi pengine watu nawafundisha darasani, lakini siwezi nkazungumza katika redio, kwa sababu kila mmoja anafahamu kwa namna yake, na tunaambiwa kwamba tuwahutubie watu kwa zile akili zao. Unapokuja ukamwambia mtu, tunajua kuna watu wengi hawafahamu. Dereva wa gari mara nyingi anaendesha gari, anakwenda anachukua status, anawasha, akisha kuwasha, yeye mwenyewe ndiye anayejua, lakini anayochomeka ni nini piston ndizo zinazofanya kazi na mafuta ndiyo yanayoungua, lakini anayefikishwa sehemu anayokwenda ni yule ambaye anayetia mafuta. Kwa hivyo, hata vijana takriban, vijana wengi wamekuwa wakitumika vibaya. Kwa hivyo, tuwaombee vijana wetu, Mwenyezi Mungu awajalie wawe na uwezo, wasiji wakapata shida atujalie nchi yetu iendelee. Kuna watu wanapoteza nini nyingi, kwamba kipindi hiki anakuja aweze asije akapoteza mali zake. Kuna vitu vingi tu ambao viongozi wetu, tupate viongozi ambao watakaokuwa wanatupenda na si ambao tutakaokuwa tuna wapenda. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie nchi yetu iwe ya amani. Mwenyezi Mungu aijalie kwamba watu wengi wapende kuja kama sasa hivi, watu wengi wanapenda kuja kuinvest. Hakuna anayekwenda kuinvest katika nchi ambayo haina amani. Kwa hivyo ni kipindi ambacho tuko karibu na Mungu, ni kipindi ambacho tumeacha vitu vyetu vyote, tumekuja kwa Mwenyezi Mungu na tunamuomba. Kwa hivyo mahujaji wote, na hili tumekuwa tukihamasishana kikweli kweli, na mpaka sasa hivi tunakwenda katika mahema yote hii, wote mahema, wote viongozi wote, tunahamasishana na tunakumbushana kwamba kuiombea nchi yetu amani, kuwaombea viongozi wetu waliopo na watakaokuja kwa kuchaguliwa. Kuchaguliwa mtu haji isipokuwa kwa mapenzi ya Mungu, mtu haji isipokuwa kutokana na kadari. Na mtu ambaye atakayekuwa ana malengo mengine kinyume na malengo ambayo yanaeletea faida nchi yetu, Mwenyezi Mungu ambidishe, Mwenyezi Mungu amrejeshe hayo hasidi wake, urejee kwake yeye mwenyewe. Arafa viwanja vitukufu, ambavyo kupitia viwanja hivyo ibada ya haji inakamilika. Atutanashukaza dhati ash kwa kuweza kutupatia muda wake adhimu na muda wake e, mtukufu na pamoja na kubanwa na ratiba za majukumu yake hapa akiwa nakubali e, kufanyiwa mahojiano na kipindi chetu hichi.